Ujambo na karibu sana kwenye habari zetu za kila siku. Mimi ni MD JR 16 wa Jidah Media. Moja ya gumzo kubwa mtandaoni ni kuhusu tunzo za content creators na washiriki wake pamoja na washindi wa hizo tunzo. Tunzo hizo zimeibua sintofahamu, baadhi ya wadau kudai kuna tunzo i, um, kuwa tunzo hizi kwani zilikuwa zinazingatia vigezo gani? A, moja ya mdau alihoji kuwa content creators, s, a, Sabato Pita ndo wa kukosa tuzo za content bora a, wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita au kuna kitu nyuma ya pazia? Nasubiri majibu yako wewe mdau, Sabato Pita a, amekosaje hizi tuzo? Pia content creator maarufu kama Mr. Navi OG kimeumana baada ya kumalizika tunzo hizo, alienda na kuandika kwenye insta story yake kuwa sisi wengine sio content creator wa Tanzania naona maana, hata kwenye nominees sikuwepo. Hii sio saa bate. Ongera kwa washindi, aliandika hivyo. Binafsi nafuatilia content creators wengi sana hapa Bongo, naona juhudi zao kiukweli. Kutokuwa nominees, haikuwa sawa. Kushinda tuzo haikuwa lazima, ila kuwepo kwenye tuzo ilitakiwa, na nina uhakika angeshinda kwenye hizo tuzo. Mshindi ni Anko Nzala pamoja na kikundi chake. Moja kati ya comment niliyokutana nayo mitandaoni inasema Hizi tunzo zilikuwa za watu wafupi. Hiyo ni comment ya mdau. Sawa, haya, kwa upande wako wewe unasemaje na unalionaje? Uh, au unahisi tunzo zimefanyika ipasavyo au zimetenda haki, au kwa kuwa ni mwanzo? Maana ndo mwanzo, si ndio mwanzo mgumu? Maoni yako ni muhimu sana mimi ni Emed Jr kumi na sita wa Jida Media. Tukutane tena baadaye kwenye makala mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante, salia na Mwenyezi Mungu, uwe na wakati mwema. Bye bye.